Basi tunapokuwa na hali hiyo ya kuzomeana kati ya viongozi wakuu wawili wa taifa mmoja, akiwa aliyekuwa tu naibu mkuu miezi michache iliyopita, na mwingine akiwa ni rais anayekalia mamlakani sasa hivi, inatuonyesha kwamba taifa hili kidogo hatujajiandaa kuweza kushiriki katika meza ya heshima ya mataifa mengine. Nini kiko nyuma ya majibizano haya? Labda tuseme, alipong'atuliwa mamlakani, uh, alikuwa naibu wa rais, mwanzo kabisa alikuja katika vyombo vya habari na akajielezea akaelezea mambo fulani ambayo yalifanyika, ama ambayo yalipelekea yeye kutolewa mamlakani, lakini hakuyasema mazito mazito kama vile alivyosema jana. Basi baada ya hapo akachukua muda mrefu, rais ndio akaja tena kwenye televisheni na kuweza kujibu hayo mambo ambayo naibu wake alisema. Basi mambo hayo ni kama ni majibizano yanayoendelea. Basi ndivyo nilikuwa nikisema hapo mwanzo, huenda tukawa pia na majibizano mengine ya rais labda kujibu haya ambayo amesema, kwa sababu washatuonyesha kwamba hawana ile heshima ya kujizuilia wenyewe, wakawa kuna mambo ambayo yataletwa hadharani na kuna yale ambayo yanaweza kuzungumziwa kule nyuma, pasi kujifungua mbele ya wananchi na labda mataifa mengine ambayo yanaangazia hizi hizi taarifa pia. Kuna madai kwamba rais Ruto anachochea vurugu za DRC na vilevile vile Sudan. Hili utalizungumziaje? Uh, wasemao husema akitoka papa baharini aje kueleze kwamba nyangumi ni mgonjwa, basi itakubidi wewe kumwamini papa, manake wote wana kule baharini. Lakini kuna zile dalili za kuonyesha kwamba kuna makubaliano fulani. Kwa mfano, si rahisi mwanamgambo kutoka nchi nyingine jirani akaja katika jiji kuu la Nairobi na kuweza kuhudhuria ama kuwa na mkutano katika jumba taifa, la kitaifa la Kenyatta International Convention Center, na pale akaelezea madhumuni yake ya kubuni serikali mbadala katika nchi yake kule Sudan. Ah, pili ni kwamba tuliona hapo awali ambasada wawili ambao wameweza kutumwa katika nchi ya DRC na wakakataliwa, hawakuweza kupokelewa stakabadhi zao kule. Basi ina maana kwamba kulikuwa na shida kati ya DRC na nchi ya Kenya. Pili, kukawa na mashambulizi kwa, kwa, kwa yale makazi ya ambasada wa Kenya kule DRC. Basi mambo haya yote yanaonyesha kwamba kwa kipande kikubwa, kuna ile hali ambayo Kenya inajishirikisha katika mambo ya mataifa haya. Tutarajie nini katika siku zijazo? Tutarajie majibizano haya yatazidi na yataweza kubuni hata mirengo ambayo itaweza ku